Karibu sana katika chaneli yetu ya fundi Richie. Katika siku ya leo, nakuja kukufundisha jinsi ya kuunga waya kwenye maiki, maiki zile ambazo zimeharibika njia zake. Kwa mfano kama hapa imeharibika positive na negative. Positive ndio imeharibika, negative iko vizuri. Sasa nakuja kukufundisha jinsi ya kutengeneza na jinsi ya kuvusha waya ile ya negative, kuipeleka sehemu nyingine ili iweze kufanya kazi vizuri. Njo twende, ni kuonesha hii waya hii waya hii hapo, tumeitoa kwenye, kwenye, kwenye mota. Tumefungua mota tukatoa waya yetu nzuri. Tumia waya ndogo, ndo itakayokuwezesha kufanya vizuri kazi yako, ikaonekana vizuri. Hii waya tumeshaunganisha kwenye, kwenye maiki yetu, shaunganisha waya kwenye maiki yetu nakuja kutafuta njia sasa ambako tutaenda kuunganisha waya yetu hii iweze kufanya vizuri. Hii hapo waya hii nji njia, njia negative hiyo, eh, positive sorry, ndio iliyoharibika. Kwa hiyo tunakwenda kuunganisha hii waya, tunavusha, tunavusha moto ili uende kule sehemu nyingine sehemu nyingine ili maiki yetu ikaweze kufanya kazi, twende hiyo sehemu. Sehemu ndo hii hapa. Hii hapo, hii hapo ni diode. Isiyo diode ni resistor. Resistor hiyo ni resistor ya maiki ya ya positive, hiyo ndo nani sehemu ya maiki ambayo unapaswa kuunganisha ile waya ambayo nimeunganisha kwenye maiki, ambayo ni ya positive na negative, ndo hii hapa, ambayo hiyo iko vizuri. Nilipoipima ipima nikakuta iko vizuri, inalia tu vizuri, lakini positive ndo haiko, ndo haiko vizuri, ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo. Sasa tunakuja kutoa kule Kwenye, kwenye nani yetu ile ambayo tumeunganisha kwenye maiki kawaya kale kadogo aka hapo, tunakuja kuunganisha kwenye njia ya positive hapo. Haya, twende kuunganisha waya yetu, ili tuangalie kama itafanya kazi vizuri, ila mimi natumaini hii jaribio nishawahi kulifanya kwa hiyo ninajua kwamba inafanya kazi, sio kwamba na testi ninajua kwamba inafanya kazi, ndio maana nimekuja kukuonyesha au kukufundisha zaidi, ili na wewe ambaye hujui uweze kujua, uweze kutengeneza simu yako vizuri.